Sisi tunaonyesha upendo kukusogelea, lakini anayependwa mwingine anaweza hata asijue. Mungu anakupenda na sisi tunakupenda, ndio maana tumekuja, tumekuja na kwambia, tumeacha kule mjini, kule mjini tumeacha maisha, tumeacha mambo binafsi. Kwa nini? Huu ni upendo wa Mungu ulijaa ukasukuma kwa nguvu. Leo tuko hapa vijijini, tunahubiri injili hapa Mitundu, tunatangaza ufalme. Kwamba watu wamepanda, mtu wamepanda kwenye dini fulani, anajiteni mwenye dini, lakini anatembea, anawaza mabaya, anatukana anaenda anatoa kafara, anafanya mambo yasiyofaa, halafu anakuambia anatoa zaka na misa ya kwanza. Anaenda anafanya mambo yasiyofaa, anawaambia watoto waini kanisani kule, ndio kwenye misa wanatoa wa huku, wanamiliki baa huku, wanamiliki kilabu za pombe huku, mtu huyo amiliki kitalu cha kulima tumbaku. Huyu mtu anajidai ni mtu wa Mungu, anatoa mpaka zaka, anatoa mpaka sadaka anasedie mpaka yakima shuka huko. Yesu aipuguneno hiyo Yesu anataka agamnashinde kwako, ashinde ndani yako leo, aakusamee dhambi, uwe mtu mpya, ukabadilike ndani na nje ukabadilike, uchumi na kila chochote unachofanya ukabadilike. Ndiyo maana tunaona tunajifunza juu ya huyu mtu alipoona Yesu amekuja nyumbani kwake, akaanza kujitoa fedha alikomea kuipia watu akaanza kutoa fedha akaanza kutoa fedha ambazo alikuwa ameziweka kwenye kona fulani, kwenye kona fulani kwenye maboksi. Akaona bado ni kidogo, akasema ndawapa nda watu mara nne mara nne ndawarejeshea niliyochukua kwao mara nne, ndawarejeshea. Ndio maana ukipokea msamaha wa dhambi, utaona kama msamaha utoshi, utaona kama msamaha utoshi. Mtu mwingine anamua mpaka alale kanisani kwa furaha ya kusamehewa dhambi, kwa furaha ya kuwekwa mbali na dhambi ya Kwanini tunasema hivyo? Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa wanadamu hawa, apende na moja apotee. Leo anaokoa Yesu bure, anaokoa bure, anasamehe bure, anaponya bure. Leo utasikia mtu anauza mafuta, utasikia mtu anauza maji, utasikia mtu anauza si chumi. Leo tutakuombea bure, hakuna cha kutoa fedha, tutakuombea bure, hakuna cha kupa mafuta, alakikuuzi chochote aka mafuta unazidi upakwa maji leo upo mahali hapa, tumeona watu wakufunguliwa, tumeona watu wakuponywa. Ndio maana leo tumekuja mahali hapa, tukikwambia Yesu huyu ana upendo sio kawaida. Anakuambia shuka huko, shuka huko, mtu wa Mungu, ili ya Yesu ashinde na wewe, akae kwenye nyumba yako, akae na watoto wako, akae na biashara zako, akae na uchumi e chochote, hata na afya yako, akae naye onya leo, iko neema ya Mungu, uko pendo wa Mungu. Ndo maana leo utakuta watu wengi wamejaa, wamejaa kwenye mipira, wanaangalia mpira, wengine wamejaa kwenye mitu ya mizami zatu. Watu leo, angekuja mtu hapa anayeruka ruka, ruka, anachezesha na nyoka, mbona watu wangejaa ndani ya mji. Mtu wa mtundu anachezesha na nyoka. Ndio maana siku fulani za nyuma nilisikia kuna mtu mwingi anaitwa lamba lamba, alikuja mtaa huu, alikuja kijiji hichi, watu wanamfuatilia wengi. Leo tunasema habari za Mungu, mtu mwingine anachungulia dirishani, mtu mwingine anaangalia kwa mbali, ni kama tunafanya michezo fulani. Sikiliza, acha kiburi hicho. Yesu yuko mahali hapa, hata kishusha chako umekubali ujakubali, ume kitashushwa kitashushwa na Bwana Yesu hicho kiburi uliopanda, hicho majivuno ulionayo, majivuno ya uchumi, majivuno ya namna yote ile. Yesu anasema, anataka ashinde na wewe, atakishusha hicho kiburi, lakini ashinde na wewe, atakishusha haya majigambo yako, ili ashinde na wewe. Nakwambia, jioni ya leo ni jioni ambayo itakumbukwa mno.